But uh, no. Oh. Lakini mtu mwenye akupendi, kuna uh -huh. vile tu utamwangalia uh -huh. okay. hivi, like, na mjue vile iko. Sasa, ne ningejua like, na pretend leo, uh -huh. kesho na mbeka. Uh -huh. Number two, wakati uh -huh. nimekupigia simu hapo nilikosea nakujua vizuri kujua vile. Kuna dili naendeleza, uh -huh. ama bado. Okay. But, unajua naweza kuangalesha na ile like,

na vile na mimi niliamwanga. Mm. Kama si yangu. Mm. Nikaamua mimi mwenyewe na moyo mwenye wangu nikaamua kama nikupenda, napenda mtu mmoja, mwenye pia naye napenda mmoja. In short, mm -hmm. Kama uko na mwingine nitawaachia tu vizuri mwendele. Kwa sababu mimi niliamua mimi kulea watu wengine. Mm -hmm. Sitawai kwa sababu kikwetu ndio na kuanga na mwanga mtoto wako. Okay. Lakini bado kumbuko na upenda. Kupenda sijakataa ipo. Lakini kuna vile unaweza fanyiwa. Unajua kuna ile asira inakuja. Na uje unajua kuna vitu that's why unakuja unapata wakati mtu akona asira anaweza fanya vitu zingine zenye hazifai. Lakini wakati hauna tuseme sasa unapenda mtu that's why unaona wakati uko na asira. Upaswa kufanya chochote. Unapaswa ku relax, upunguza asira ili usifanye kitu kingine mbaya. Ni sasa kuna kuna vile inaweza kuwa uteke haraka haraka na hiyo hasira ufanye kitu yenye ikwanga hii stahili ufanye. Okay. Unaweza kutoka na hasira upate ushamdunga kisu ya bure, ushampiga ngumi yenye ya bure. Hmm. No. Sasa ukitaka kujua tu mtu kama anakupenda, na mbona utamwangalia vile yuko vile amekuja. Utamsikiza tu na vile tu ataongea. Utamsikiza tu vile ataongea. Utamsikiza tu polepole, na ukimwangalia tu macho, kama ni mtu anaye anataka na kufanya fanya hivyo. Mhm, ndio kuna wale hapo, unacheza kidogo, nakufanyiaje nakufanyiaje? Ukiniangalisha, mhm, unapata unakuja, unapata utaki kuniangalia. So mimi ni kuangalia. So kuna kangemka na kulewa maji, kuna vile eh, naongoka ni kama unajua, wakati unacheza kitu uhum. Kuna vile unakuja hapo, unapata utaki kuangalia kwa sababu unaona ni kama anajua -a? eh kuna kuna vile yani, sijui kama umeenda umekosea mzazi umekosea mzazi, ndio kujua. Unapata eh, bana, ni kama anajua yani, hata hata hajakwambia hata hakuna kitu, anajua. In short anaweza je kuuliza swali iko outside na chenye anaongelea, lakini umwambie ukweli unjua, but eh bana, wewe unamwambia ukweli, hata hapo anajua. Mwambie hapana, mimi siko nafanya hivyo, na yeye alikuwa anauliza vitu zingine. In short uko na kosa, unaongea hata vitu zingine

kama lazima nitumie word si lazima kwa lazima, si lazima? Kwa lazima, si lazima si haya lazima. Sasa lazimaai sasa, naweza kupiga simu maybe tu na mtu hmm. Si lazima nipokee, kwa na naweza hmm. hmm. I just go out nipokee nikuwa karibu na we mi nikichuka simu yako naangalianga na ni masaa mangapi umeongea na huyo mtu. Ukiongea, kuna call inaweza ingia kwake, ipate meshaingia kwangu, kama mwanzo vile nakujenga, unakujenga unasema you divert numbers, ikiingia kwake inaingia kwako, chenye anaongea utaongea we, we. Lakini wee nan kama kuna kitu umedelete saa uh hii -huh. unaenda hiyo yes, stack ni chanua watu uh -huh. singependa pia nayo vichanua uh -huh. sababu so, najua unaweza kuwa mjanja, uje upate usha change. Ukuje saa hii kuna kitu ulikuwa kuna picha mlipiga na mtu ama mkafanya nini na yeye, alafu sasa unataka kunificha mimi. Nitakuja kuchukua simu yako uh -huh. nipate zenye ulidelete zote, messages, picha, kila kitu

Unampima, unamletea ile upendo, ile upendo mingi, nafikiria <laughs> ni ni sasa nampenda. Kufika hapo ndio namwambia

eti mosa buna lipulize kuna vitu zililetwa as in ule mama alikuwa ameadmitiwa hapo, hizo vitu zililetwa, kuna besen alileta ambia tu venye nataka. Mbona tunaongea niwei? ingekuwa nikuniona ngekol mm, si unge so, niambia tu the main point. Asubuhi nikuulize mm, si mi nilikwambia mbea, niambia venye nataka mm, ile time nilikuwa hapo nasulilema